Vitongoji vyote vitapatiwa umeme, vitongoji vyenu vyote tunavyo, tuna mpaka umbali ulipo kuanzia laini ilipoishia mpaka kwenye majumba yenu, lakini tunatekeleza kwa wakati kulingana na upatikanaji wa fedha. Mwaka huu niseme, wiki mbili zijazo tenda inatangaza kubwa, kuna vitongoji 217 vya mkoa wa Njombe, lakini vitongoji vyenu baadhi, vitongoji vipo, lakini vitongoji vyote kwa nchi nzima tutakamilisha ifikapo mwaka 2030. Lakini vitongoji vyenu vipo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo ndugu wananchi, ni watoe wasiwasi, mipango yote tunayo. Ndani ya wiki mbili zijazo tutatangaza tenda kubwa, ambayo sehemu vitongoji vyenu vitakuwa ndani yake, na mtaona wakandarasi. Hivi sasa kuna wakandarasi wawili hapa, tuna mpango wa kuweka wakandarasi wengine wawili tena, kwa mtakana wakandarasi wanne wote wanashughulikia vitongoji. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. hapo hapo zimezungumzwa na ambazo Uh, wataalamu wetu wamejaribu kuzijibu kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana, na mimi niseme tu, kuna changamoto hapo, wamesema ya kuunganisha umeme, na kwa kweli ni kadhia kubwa sana ukifika, umeme ukifika afu wananchi ashindwa kuunganisha umeme, si ndio? yes. E, inakuwa ni kadhia. Kwa hiyo sisi tunawaomba meneja, mjiongeze, sio kwa sababu kamati imekuja hapa ndio mje na matatizo ya changamoto, mje na kutatuzwa changamoto hapa hapa kuweka gari mlitakiwa muwe mmeshafanya. Kwa hiyo tunaomba sio Makete tu mkoa wote, kwa kweli tujiongeze kwenye swala la kuunganisha wananchi umeme ili umeme huu ambao unapita hapa uwe na manufaa kwa wananchi wote. Zahanati hii waheshimiwa ina umri wa miaka 40. Na jiwe la msingi imefunguliwa na rais wa awamu ya nne Alihaji, awami ya pili Alihaji Ali Hassan Mwinyi tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita. Wengine walikuwa mjazaliwa, lakini sisi tulikuwa na watu wazima. Kwa hiyo ni ni zahanati ya, ya historia, lakini tunaipongeza sana wizara na tunapongeza sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweka umeme kuhakikisha kwamba sasa zahanati hii sasa ina vyombo vyake vyote vya elektroniki vinafanya kazi kutokana na, na umeme uliowekwa na serikali ya awamu ya sita.